Karibuni sana kwenye video nyingine kutoka Achieve Finance ambayo bado ipo kwenye ile series ya budgeting and planning. Tumesema kwa wakati huu ni wakati sahihi sana wa kukuletea maudhui ambayo yatakuwa yanagusia mipango na bajeti. Kwa hiyo tushafanya vitu vingi kama ndo tunaona leo, kwa mara ya kwanza ni kushauri, baada ya video hii naomba urudi nyuma ukaangalia video zingine ambazo zimeshaangalia kwa mapana sana kuhusu vitu mbalimbali mbali sana kwenye. Budget. Lakini leo tunakwenda kuangalia kipengele cha matumizi. Kwenye video zilizopita nimefundisha kuhusu mapato, na katika kufundisha huko nimepangilia kwamba ni lazima muyafahamu kwanza mapato, alafu ndo twende kwenye matumizi, na ndo maana leo ndo unapata kusikia kuhusu matumizi, lakini mapato tumeshajifunza. Sasa kuna aina mbili za kuandaa budget, ila itategemea anayeandaa ni nani: ni mtu binafsi mimi na wewe, ni serikali, ni kampuni, ni taasisi, ama ni NGO. Na zote huenda zikawa na taratibu mbalimbali za uandaaji wa bajeti, lakini na uhakika kabisa, serikali ina utaratibu wake wa tofauti namna ambavyo wao wanaandaa bajeti, na sisi watu binafsi tuna tofauti katika namna ambayo tunaandaa bajeti.

Naomba nikufahamishe, nikupe elimu kidogo tu, jinsi ambavyo serikali inaandaa bajeti yake. Serikali huwa uh, ina, inaanza na kipengele cha kuangalia matumizi, na wakati Mrs Finance nimewaambia kwamba unapoandaa bajeti yako, naomba ufokus kwanza na kipengele cha mapato, kwa maana ya kwamba unapoanza kuandaa basi, anza kwanza kwenye kipengele cha mapato, uweze kuangalia kwamba mimi na mapato yapi na yapi na yapi kisha yajua, basi ndo utakwenda utakwenda kuandaa matumizi. Lakini serikali inaenda kinyume kidogo, yenyewe inaangalia kwanza matumizi yake, inaangalia mahitaji yake kwa ya bajeti kwa kipindi kile ambacho wao wanaandaa bajeti. Na kama mnavyojua bajeti za serikali huwa zinaanza tarehe moja mwezi wa saba mpaka tarehe 30 ya mwezi unaofuatia. Kwa hiyo kuanzia mwezi wa tano wa sita ni mijadala ya bajeti, ambako serikali inapanga namna ambavyo itakwenda kutekeleza majukumu yake na wapi itapata pesa ya kutekeleza majukumu yake. Kwa hiyo serikali huwa inaanza na kipengele cha matumizi, na katika matumizi wanaangalia vitu vingi ili kupata matumizi yao. Cha kwanza wana ilani ya chama, tunasema pati manifesto. Wanaangalia kule kwenye ilani ya chama waliwaahidi nini wananchi. Kuna vitu serikali huwa inaahidi wakati inapokuja kuomba kura, na baadaye wanakuwa na jukumu la kwenda kusimamia zile ahadi ambazo walimpa mwananchi. Utakuta kwamba elimu, labda shule ya sekondari iende kwenye kila kijiji, tuwe na kituo cha afya kwenye kila kijiji, maji yaweze kufika kwenye kila kijiji, mawasiliano yafike, umeme ufike na vitu vingine vingi, japo tunajua serikali iko zaidi kwenye upande wa kutoa huduma na sio kutengeneza faida. Lakini wakishaangalia ilani ya chama, wanakuja wanaangalia mahitaji ya wananchi, wanaangalia kiuhalisia mwananchi anataka nini kwa sababu tunajua nyakati zimebadilika. Wakati wa Nyerere mwananchi pengine alitakiwa kuwa na vitu fulani fulani, kutokana na watu wa kipindi kile, labda walikuwa kuna, kuna njaa watu walikuwa na kwashakoa, kuna milo mizuri mitatu na kadhalika, balanced diet pengine, elimu, ujinga na kadhalika. Kwa hiyo vile ndo vilikuwa kipaumbele cha serikali kipindi kile, lakini usishangae leo ukakuta kwamba uh, kipaumbele cha serikali ni hata kupeleka pia mawasiliano ya intaneti, mkonga wa taifa ukafika mbali. Tupo kwenye digital world, kwa hiyo mahitaji ya wananchi yanakwenda akibadilika, na ni jukumu la serikali kuangalia kwamba wananchi wake kwa kipindi fulani wanahitaji kitu gani. Lakini pia wanakwenda kuangalia miradi ya kimaendeleo katika nchi. Inawezekana serikali iliyopo madarakani ikawa imeanzisha miradi ambayo inahitaji hela na ni lazima ikakamilishwa, tuwezi kuishia njiani. Na wakati mwingine sio miradi ya serikali husika, lakini ni miradi ya serikali iliyoanzishwa anzi... na serikali iliyopita kwa serikali serikali iliyopo madarakani ina jukumu ya kuendeleza ile miradi tunayo mingi kama Tanzanite Bridge ilivyomaliziwa, lakini kuna bwawa la Nyerere na kadhalika. Kwa hiyo, serikali pia inaangalia miradi yake ya maendeleo. Lakini pia kuna makubaliano ya kidunia. Inawezekana ikawa ni makubaliano ya kufanya jambo fulani ambalo dunia imekubaliana. Labda kama kupunguza uchafuzi wa mazingira ambako kutahitaji pesa, kama ni kutoa elimu kwa wananchi, kuzuia pia uharibifu wa mazingira. Lakini kuna makubaliano mengine sio ya kidunia, ni ya kibara. Kwa mfano la Afrika. Inawezekana nchi za bara la Afrika zikakubaliana kwamba watakwenda kufanya uh, jambo fulani ambalo linahitaji kuwepo na budget. Serikali lazima izingatie makubaliano yayo ni kama yapi tunajua kwamba kuna SADC kwa mfano huo ni haya sometimes stakaa ni makubaliano ambayo yako kwenye mrengo wa SADC lakini tuna east african community tuna ECOWAS na kadhalika kwa hiyo serikali pia inaangalia na katika haya maeneo yote serikali inapata kujua jumla ya matumizi yake baada ya hapo sasa ndo waziri mwenye dhamana, kwa mfano, kwa wakati huu Mwiguli Mchemba atakaa na, na watu wake, wataalamu wake feather, mba, tasa, wa Wizara ya Fedha watajiuliza kwamba sasa tumeshajua mahitaji yetu, pesa ya kwenda kukava haya mahitaji inatoka wapi? Watakubaliana tuongeze kodi kwenye vinywaji, sijui sigara, si tukaongeze wapi, tupunguze huku. Lakini mbali na kuongeza kodi, watakumbuka oh, tuna wadau wa maendeleo. Watawatafuta wadau wa maendeleo kama ni mashirika ya kimataifa, lakini pia watachukua na mikopo kwenye taasisi za kifedha za kimataifa. Kwa hiyo, baada ya wao kuwa na matumizi yao, wanakuwa na uwanja mpana wa kwenda kutafuta fedha. Sasa mimi na wewe hatuwezi kutumia njia ya serikali. Wewe mwenzangu, una mdau wa maendeleo? <laughs> Nikuulize wewe, una mdau wa maendeleo utaenda kusema atakusaidia wale madona ma, ma, madona programs we unazo, ama la sivyo, we unaweza kwenda kukopa kwenye mataasisi ya kimataifa. Kwa hiyo unakuta kwamba nature ya sisi individuals na nature ya serikali hazifanani, na ndio maana hata approach zinakuwa tofauti. Hasa we usijimwambafae ukaandika matumizi afu baadaye unakuja kukaa unajikuta ile haitoshi, wala dona hauna. Kwa hiyo we wewe unabidi uanze na kipengele cha mapato, alafu ndo uje uyapangie. Japo serikali inaanza na, ma, na, na, na matumizi, alafu inakuja inapanga mapato yake, kwa kwenda kujua kwamba watachaji kodi na kadhalika. Baada ya kuelewa hayo, kumbuka, tumeshaangalia kuhusu mapato na sasa hivi tunaangalia kuhusu matumizi. Hivyo basi matumizi ni nini? Matumizi ni kitu gani? Matumizi tunasema kwamba mwanadamu ana mahitaji mengi katika maisha yake, na haya ni mahitaji muhimu sana ili kuweza uh, mwanadamu kuweza kuishi vizuri. Kwa hiyo mwanadamu ana mahitaji mengi lakini ni yale mahitaji muhimu yatakayomwezesha mwanadamu kuishi vizuri kama mwanadamu na mahitaji hayo ni muhimu japokuwa sasa umuhimu unatofautiana kati ya mtu na mtu. Kuna kitu fulani ni, ni mahitaji lakini kwangu si muhimu kama kwa mtu mwingine. Kwa hiyo hata umuhimu wa mahitaji unatofautiana kati ya mtu na mtu, lakini kingine, mahitaji kwenda kuyatimiza hayapatikani bure. Mahitaji hayapatikani bure. Kwa hiyo maanake, tunahitaji kuingia gharama ili tuweze kutimiza mahitaji yetu, na sio mahitaji yetu tu, mahitaji yetu na familia zetu, kwa sababu mahitaji hayapatikani bure, jamani, hatupo kwa Gaddafi. Kipindi kile marehemu Gaddafi wa Libya, natokaa tunaambiwa kwamba wananchi sijui wanapewa pesa, wanatunzwa na serikali. Aa, hapa Each, each, each man for themselves. Hapa inabidi ujipange, hapa ni kujipanga. Utajipanga Bada, kama hautajipanga utapangwa. Kwa hiyo lazima uende ukaangalie mahitaji muhimu kwamba ni yapi, lakini pia ujue kabisa yatahitaji wewe kutumia fedha, kwa sababu mahitaji hayapatikani bure. Kwa hiyo kama unatumia fedha, basi hayo ndo matumizi, na ndo maana ni muhimu sana tuyaingize kwenye budget. Na ndio maana hapa tunasema katika bajeti, niliwafundisha kwamba bajeti ina vipengele muhimu vikubwa viwili, ambako tukasema ni mapato na matumizi. Matumizi yanakuja kuingia kwenye bajeti kwa sababu ni muhimu kwetu wanadamu, ili tuweze kuishi vizuri, na ndio maana tukasema lazima yaingie kwenye bajeti. Kwa hiyo naomba niwaambie kwamba mapato ni pesa inayoingia na matumizi ni pesa inayotoka na ni lazima matumizi yaende yakaonekane kwenye bajeti zetu, kwa sababu ni lazima tuendelee kuishi kama wanadamu. Kwa hiyo lazima tuingize matumizi kwenye bajeti. Sasa mtu anaweza akauliza, Mrs Finance uh, haya matumizi yanaingiaje kwenye bajeti? Lakini kabla ya hapo, ushauri mwingine muhimu ni kwamba siku zote tunashauriwa ni lazima tuweke nguvu kwenye kuongeza mapato lakini pia tuweke nguvu katika kupunguza matumizi, kwa sababu katika kuongeza na kupunguza patapatikanika tofauti. Hiyo tofauti ndo itakwenda kutumiwa kufanya maendeleo, kwa sababu kumbuka, kwenye bajeti tunafanya matumizi, lakini kuna matumizi mengine ni ya kimaendeleo. Kwa mfano, pesa za kuwekeza, za kuanza biashara, za kuweka akiba lazima ziwepo kwenye bajeti. za kulipa madeni lazima ziwepo kwenye bajeti. Kwa hiyo jinsi ambavyo unazidi kuongeza mapato na unazidi kupunguza matumizi yale ya kila siku unatengeneza balance kubwa ya kwenda kufanya matumizi ya kimaendeleo. Sasa basi, haya matumizi yanaingiaje kwenye bajeti? Unayaingiza vipi? Cha kwanza, yafahamu matumizi yako. We unajua matumizi yako ambayo unayo kila siku? Nikikuza at any point, nikakwambia hebu niambie baadhi ya matumizi yako, unayajua? Kwahiyo ni muhimu kujua matumizi yako, lakini ukishayajua ni muhimu sana pia kuyagawa matumizi yako katika makundi. Lazima ugawe matumizi yako katika makundi. Kwa mfano, kuna kundi la chakula. Hayo ni matumizi muhimu sana, tusipokula hatuwezi kusurvive. Hapa ndo inakuja do we eat to live, ama do we live to eat whatever, lakini lazima tule. Kingine lazima tutatumia usafiri, aidha una gari binafsi ama utapanda public transport. Lakini lazima kuna mahitaji ya watoto pamoja na elimu na kadhalika. Makundi ni mengi, kwa hiyo ukishafahamu matumizi yako yagawe kwenye makundi. Ukishagawa basi, cha kufanya namba tatu ni kwenda kuipa kila kikundi pesa kwenye yale mapato yako kulingana na kanuni ya matumizi uliyojipangia kwa sababu lazima yaingie kwenye budget. Kuingia kwenye budget ni kwamba yanakwenda kutumia yale mapato. Kwa hiyo lazima tujue kwamba kila kundi, mimi kama Amina niko tayari kwamba kundi fulani litumie shingi fulani maximum, niko tayari usafiri utumie shingi fulani, niko tayari chakula kitumie shingi fulani, niko tayari elimu itumie shingi fulani ndo maana nikiona siwezi kulipa kumsomesha mtoto kwenye shule za kulipa milioni ishirini kwa mwaka na kuja kumrudisha kwenye shule za milioni mbili milioni tano Hiyo yote ni kuangalia kwamba elimu inachukua kiasi gani kwenye nini, kwenye bajeti yako, utaweza kwenda kuweka kwenye bajeti kwa kwenda kuangalia kanuni yako, kwa sababu niliwambia lazima uwe na kanuni ya kupanga bajeti. Na ndio maana nikasema inabidi uwatafute Achieve ili wakuadithie na kukufundisha kanuni zote ambazo ziko, alafu wewe uchague kanuni ambayo inafaa wewe kutumia. Sasa hiyo kanuni yako itakusaidia kwenda kujua oh, chakula kitaingia kwenye bajeti kwa kuchukua 10%. Ah, usafiri utaingia kwenye bajeti kwa kuchukua 5%. Ah, elimu ya watoto itaingia kwenye budget kwa kuchukua 30%. Oh, ulipaji wa madeni utaingia kwenye budget kwa kuchukua 25% na kadhalika. Mwisho wa siku hizi asilimia zako ni mpaka zifike mia. Hizo ni step tatu kubwa za kuingiza matumizi kwenye budget. I hope kama unaandika jamani, umezi note. Simple Naomba nirudie, simple just mentioning, kwamba lazima ufahamu matumizi yako, gawa matumizi kwenye makundi alafu kila kundi lipatie uh, budget kutoka kwenye mapato yako sawa sawa na kanuni ya kupanga matumizi uliyoichagua. Baada ya hapo, wakati nakwenda kumalizia, naomba nisisitizie mambo machache muhimu sana. Cha kwanza, lazima tuchague kanuni ya kupanga matumizi. Hakuna kinachoingia kwenye bajeti kwa ajali accidentally, kwamba umekurupuka tu ukaingiza. Hapana, lazima kuna some reasoning, nini ifanyike ili uweze kujua zinaingia kwa utaratibu gani? Cha kwanza lakini. Cha pili, wakati wote lazima tujitahidi kupunguza matumizi. Kupunguza matumizi kutatusaidia sana kuandaa bajeti ya kimaendeleo, lakini sio bajeti ya kuponda mali kufuakaja bajeti ya hivyo? Hapana, tunataka bajeti ya kimaendeleo, bajeti ya kimkakati, bajeti iliyofikirika, bajeti ya kiuhalisia, kwamba itakuvusha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Point namba tatu, lazima uandae wanasema list of preference ama a scale of preference. Hii listi tunasema tu kwamba ni orodha ya mahitaji yako ambayo yameandaliwa kwa kuangalia umuhimu na uharaka wa matumizi yako. Kwa hiyo lazima uandae hiyo listi ama orodha ya matumizi yako yote, lakini kwa kuzingatia uharaka wa hilo jambo na umuhimu wa hilo jambo, tunasema a list of preference ama a scale of preference. Lakini cha nne, tafadhali, tafadhali sana, usiache kuweka kundi la matumizi kwa ajili ya self care. Self care si lazima ikawa ni kufurahi kwenda kufanya mambo ya kufurahi, lakini mambo mengine muhimu katika ile kujitunza kwanza wewe. Kumbuka wewe ndio champion wa hii budget. Hata champion akiwa analegalega, hayuko sawa, budget itakuwaje imara? Kwa hiyo weka budget ya self care. Kama ni kwenda kufanya health check up, nenda kafanye. Kama unaenda kufanyiwa massage, kwa sababu unafanya sana kazi kwa kwa muda mrefu, kwa nguvu, unapata muscle pain, basi una ratiba hata ya kwenda massage, physiotherapy, mara moja mara mbili katika mwezi. Self care, tumaini mnaielewa. Kama unataka kwenda mahali ukapumzike, you want to sleep nje ya nyumbani siku moja, siku mbili katika mwezi, miezi miwili, ili uwe sawa mentally, unaruhusiwa. Lakini naomba iwe kwenye budget kwamba self care bajeti ya kujijali iwepo pale, ili kusudi wewe uendelee kuwa vizuri. Wewe ukiwa vizuri kama mtu, basi hata bajeti yako utaweza kuisimamia vizuri, na mental health itakuwa sawa na utazidi kuhaso kwa bidii, kwa sababu uko sawa katika kila idara ya kwenye maisha yako. Naomba uendelee kubaki na Achieve. Hapa nimekupa definition ya matumizi na namna ambavyo unaweza kuingiza kwenye bajeti. Video inayofuata itakufundisha makundi ya matumizi ambayo unaweza ukayaandaa. It's a very interesting video. Inakuja sio muda mrefu, kwa hiyo usiache kusubscribe na kuendelea kubaki na Achieve Finance. Asanteni kwa kusinisikiliza. Mtawaona kwenye video inayokuja.